ACT Wazalendo, ndugu mwenyekiti wa jimbo, ndugu katibu wa jimbo la Kijini, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo la Kijini, e, baada ya kumaliza zoezi la upigaji kura na kuhesabu kura sasa hatua inayofuata ni hatua ya kutoa matokeo kwa wagombea wetu wote ambao wameshiriki katika uchaguzi huu. Ndugu mwenyekiti jimbo, e, hili lina matai kumi na nne ambapo wajumbe wake wote walitakiwa, wajumbe mia moja na tisini na saba. Kwa hiyo wajumbe watano wanapiga kura mara mbili, kwa maana ya kwamba anaingia katika jimbo na katika matawi. Kwa hiyo idadi halisi ya wapiga kura wote walikuwa ni mia moja na tisini na mbili. Wajumbe waliohudhuria siku ya leo katika mkutano huu ni wajumbe mia moja na themanini na nne. Kwa hiyo ni zaidi ya nusu ya wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo la Kijini kwa siku ya leo. E, mheshimiwa mwenyekiti, e, uchaguzi wetu huu tulianza na hatua ya kuwatafuta wagombea wa ubunge ambapo wagombea wa ubunge walikuwa ni wagombea wawili. Mgombea wa kwanza alikuwa ni Mheshimiwa Nasru Salim Ali na mgombea wa pili alikuwa ni Mheshimiwa Hamadi Abu Hamadi. E, Mheshimiwa Mwenyekiti, kura zilizopigwa kwa wagombea hao zilikuwa ni mia moja na themanini na mbili kura alizopata mgombea hanasor salm ali ni 45 na kura alizopata hamad abu hamadi ni kura 120 kura zilizoharibika ni kura 17 kwa matokeo hayo napenda kumtangaza kama msimamizi wa uchaguzi napenda kumtangaza mheshimiwa Hamad Abu Hamad kuwa ndiye aliyeibuka kidedea kwa maana ya mshindi kwa siku ya leo hapa kwa kupata kura mia moja na ishirini na yeye ndiye ambaye ameshinda siku ya leo katika nafasi hii ya ubunge katika jimbo la, ki, la Kijini. Mgombe wa pili kama avosheleza amepata kura 45, ana nafasi ya pili. Kitoka hapo tunakwenda katika nafasi ya uwakilishi katika jimbo la Kijini, ambapo wagombea vile vile walikuwa ni wagombea wawili. Mgombea wa kwanza alikuwa ni mheshimiwa Haji Mwaadini Makame na mgombea wa pili alikuwa ni mheshimiwa Nahoda Hamisi Haji. E, matokeo ya kura ni kama inavyofuata. Mheshimiwa Haji Mwadini Makame amepata, wapiga kura wote walikuwa ni, kura zilizopigwa zote ni mia moja na themanini na tano. Kura zilizopigwa zote ni mia moja na themanini na tano. Mheshimiwa Haji Mwadini Makame amepata kura thelathini na sita na Mheshimiwa Nahoda Hamisi Haji amepata kura mia moja na thelathini na nane. Kura kumi na mbili zimeharibika. Na nafasi aliyopata Mheshimiwa Haji Mwadini Makame nafasi ya pili, na Mheshimiwa Nahoda Hamisi Haji amepata nafasi ya kwanza. Kwa mamlaka nilionayo, napenda kumtangaza Mheshimiwa Nahoda Hamisi Haji kuwa ndiye mwakilishi. Eh, haja mwakilishi kwa leo hapa tu kwa sababu bado kamati kuu inakwenda kuchuja tena huko. Kwa hiyo hata hao ambao wameshinda siku ya leo bado wana kinyang'anyiro chengine huko kwa taifa, kwa hiyo, lakini kwa leo kwa mujibu wa taratibu ni kwamba tunamtangaza Mheshimiwa nahoda Hamisi Haji kwa ndiye mwakilishi wetu ambaye tumemchagua siku ya leo katika mkutano huu. E, tukitoka hapo tunakwenda katika nafasi ya udiwani. Jimbo letu lina wadi mbili, tuna wadi ya Kijini, tuna wadi ya Kivunge. Kwa hiyo kwa wadi ya kijini wagombea walikuwa ni wagombea wawili Mheshimiwa Awes Amur na Mheshimiwa Madi Makungu Juma kura zote zilizopigwa zilikuwa ni mia moja na sabini na nne kura alizopata mgombea Awes Amur ni kura thalathini na nne na kura ziopata Madi Makungu Juma ni kura mia moja na ishirini na nane kura kumi na mbili zimeharibika. Kwa maana hiyo, kwa mamlaka niliyonayo, napenda kumtangaza Mheshimiwa Madi Makungu Juma kuwa ndiye diwani wetu wa wadi yetu hii ya Kijini kupitia uchaguzi huu wa leo. Mishia mwenyekiti, tukenda katika wadi ya Kivunge. Wagombea alikuwa ni wagombea wawili. Mgombea wa kwanza ni Mheshimiwa Hamedi Haji Jabu na mgombea wa pili alikuwa ni Mheshimiwa Jumbe Waziri Akida. Kura zote ambazo zimepigwa ni kura mia moja na sabini. Kura alizopata Mheshimiwa Hamedi Haji Jabu ni kura sitini na moja na kura alizopata Mheshimiwa Jumbe Waziri Akida ni kura mia moja. Kura kumi zimeharibika. E, Mheshimiwa Ahmed ya Haji Jabu amepata nafasi ya pili na Mheshimiwa Jumbe Waziri Akida amepata wa nafasi ya kwanza. Kwa mamlaka nilionayo napenda kumtangaza Mheshimiwa Jumbe Waziri Akida kuwa ndiye diwani wa wadi yetu ya Kifunge kupitia uchaguzi huu wa siku ya leo. Tukirudi katika nafasi ya viti maalum kwa nafasi ya ubunge viti maalum e, mgombea alikuwa ni mmoja Ne, alikuwa ni Mheshimiwa Semeni Haji Juma. Semeni Haji Juma alipiga kura, alipiga kura walikuwa wote ni mia moja sabini na tatu. Kura zilizoharibika ni kura kumi. Kura alizopata mgombea ni kura mia moja na sitini na tatu, kwa sababu alikuwa mmoja peke yake, ndio amekamata nafasi ya kwanza. Kwa mamlaka nilionayo napenda kumtangaza Mheshimiwa Haji Semeni Haji Juma kuwa leo ameinuka kidedea kwa e, mbunge wa viti maalum kwa uchaguzi huu ambao tumefanya leo katika jimbo la Kijini. Kwa nafasi ya uwakilishi viti maalum kulikuwa hakuna nafasi, hakuna aliyejaza. Lakini kwa udiwani vile vile tulikuwa na mgombea mmoja, naye ni bibi Kijakazi Amer Hamadi, Kijakazi Amer Hamadi, wapiga kura wote walipiga kura lilikuwa ni 138 na eh, kura tisa ziliharibika. Kura alizopata mgombea ni kura 129 na amepata nafasi ya kwanza. Napenda kumtangaza mheshimiwa Kijakazi Amer Hamadi kwa ndio diwani wa viti maalum e, katika jimbo letu hili la, la, la Kijini. Baada ya matokeo hayo e, tumemaliza kazi kwa siku ya leo, na hayo ndio matokeo halisi. Ila tuniseme kwamba katika hii hakuna mshindi wala mshindwa, sote tupo katika chama kimoja, lengo letu ni moja. Hapa kuna wale ambao kura zao hazikutosha tu lakini hakuna mshindi hapa. Kwa hiyo maamuzi haya ambayo umepitisha hapa si maamuzi ya mwisho, bado chama kina maamuzi yake, kitakwenda kupitisha maamuzi yake. Kwa hiyo yule ambaye atapitishwa na chama atarejeshwa kwenu na chama, na kuombeni sana kwamba huyo ndiye mgombea wetu, huyo ndiye mgombea wetu. Tumetakiwa tuchague mmoja, tubaki wamoja kwa hiyo chama wao baada ya kufanya upembuzi wao, watakayetuletea basi huyo ndiye mgombea wetu. Tunaomba sana sana sana, yule ambayo tutaletewa na chama, huyo ndiye mgombea wetu, tumuunge mkono kwa nguvu zetu zote na tuhakikishe kwamba jimbo la Kijini linarudi katika chama cha ACT Wazalendo kwa nafasi zote za udiwani, uwakilishi, ubunge pamoja na viti maalum. Nakuasini sana hivyo, nakuombeni sana waheshimiwa, tufanye hivyo. Baada ya hapo, napenda sasa kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa mashirikiano ambao nimeyapata hapa Kijini siku ya leo. Nimshukuru mwenyekiti wangu wa jimbo, nimshukuru katibu wangu wa jimbo na nyote ambao tumeshirikiana katika kulifanya zoezi hili, na kushukuruni sana kwa mashirikiano yenu na upendo mkubwa ambao mmenionyesha kwa siku ya leo na kwa kweli salamu zenu zitafika katika chama, watu wa jimbo wa, wa, wa, la Kijini nitazipeleka salamu zenu kwamba tumeshirikiana vizuri, tumefanya uchaguzi vizuri, kwa haki kabisa, kwa uwazi kabisa, hakuna dosari yoyote ambayo imetokea. Kwa kweli imeonyesha uko mavu mkubwa ya kisiasa jimbo la Kijini na kupeni hongera sana, jipigieni makofi. Basi yengine naomba kwa upande wangu sasa kama kuna kasoro yoyote ambayo imejitokeza katika zoezi hili, naomba munisamehe. Mimi ni binadamu, sina ukamilifu. Kwa hiyo, lolote ambalo toka nimewakwaza na kuombeni sana munisamehe, haikuwa dhamira yangu, bali ndio mapungufu ya kibinadamu mara nyingine. Lakini nikija na leo hapa, naomba na nitaomba mara nyingine nikipangiwa nije tena hapa hapa Kijini. Naomba yale mapungufu yangu yote ambayo yamejitokeza kama yapo basi muniorodheshee, ili mara nitakao kuja nijue kwamba hapa nilikosea hili, sasa natakiwa nifanye hivi. Nitaomba sana kwa sababu mmenipa mashirikiano makubwa, nitaomba nije tena katika jimbo la Kijini. Nimekupendeni sana, nimefurahi sana kuja katika jimbo la Kijini. Nakushukuruni sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila laheri atufanyie wepesi katika mambo yetu haya na inshallah 2025 Oktoba chama chetu kikamate hatamu za nchi hii. <laughs> Kupitia eh, mgombea wetu ambaye atapeperusha bendera Mheshimiwa Othman, na mimi nampigia kampeni kabisa leo hapa. Kwa ura zote za jimbo la Kijini ziende kwa Mheshimiwa Othman Masudi Othman. Kwa wetu, <laughs> ya Kwa sababu ndio mgombea wetu, au sio? Japo kwa hatujampitisha mkutano mkuu wa taifa, lakini tutampitisha kwa kura zote, maana yake ni mjumbe kutana na mkuu wa taifa. Kwa hiyo tutakwenda kufanya hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba hakuna kura hata moja ambayo itampinga Mheshimiwa Othman. Tukija huku sasa, huku ndio kuna kazi ya kuja kuimaliza sisi ndani ya jimbo la Kijini na kuombeni sana. Ni kwambieni tu kwamba huyo mbunge mliye naye, mimi ni shemeji yangu huyu bwana Yahya huyu, lakini katika mtu ambaye ni mbaya kama yeye hakuna, nimempa ndugu yangu mie. Kwa hiyo nasema hapa kwamba mpigeni bakora lakini za nguvu. Sijui kama atarudi tena, lakini akirudi nataka mumpige bakora za nguvu, alafu akija mpende salamu zangu, kama shemegi yako Hamisi Abed kaja hapa kwa tupia, tukupige bakora za nguvu, na hizi ndio bakora zako. Na kuombeeni sana, baada ya machache kwa sababu tumechoka sana, sitaki nendelee sana. Kubwa, nakupongezeni sana na nakushukuruni sana, asanteni sana. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! shusha tanga safari. Baada ya hayo machache machache, nawashukuruni sana sana sana kwa utulivu wenu, na pia nimependa kwamba tumeifanya kazi vizuri. Lakini kabla ya yote hayo, kabla ya kuahirisha kikao chetu, mkutano wetu ningependa kumpisha mgombea mmoja ambaye atapeperusha bendera yetu mwaka elfu mbili na ishirini na tano aje atoe shukurani kwa niaba ya wagombea wengine, Mheshimiwa Anaoda Hamsi Haji, karibu ujetoe shukurani. Asante. ACT Wazalendo Shusha tanga. Shusha tanga safari Ilea. safari Ilea. Wazanzibari Zanzibar. Ndugu msimamizi wa uchaguzi, ndugu mwenyekiti wa jimbo, ndugu viongozi wa mkutano mkuu jimbo la Kijini, ndugu wasimamizi mbali mbalimbali, wasaidizi, ndugu wanahabari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali ya yote, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kutujalia leo kufanya hili zoezi la kikatiba la chama chetu. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, tutoe shukrani za dhati kwa wajumbe wote ambao mumehudhuria katika mkutano mkuu huu ambao leo ni siku maalum ya kufanya zoezi la kikatiba la chama chetu, na kama tulivyoelezwa na msimamizi hivi sasa sisi ngazi ya jimbo tumeshatoa maoni yetu kwa ajili ya mapendekezo ya hizi kura za maoni chama. Kamati kuu ndiyo kitaamua nani ambaye atapeperusha bendera ya chama chetu. Kwa hiyo nitoe wito na niombe wale wagombea wenzangu wote, kwa sisi ambao tumetokea nafasi ya kwanza na wale ambao tumetokea nafasi ya pili, tunatakiwa tuwe watulivu kipindi hiki na tuhakikishe zile timu zetu ama yale makundi yetu tuwatulize kwa sababu chama chetu tunasema chagua mmoja, tubaki wa moja. Kwa hiyo ni wajibu wetu viongozi wote kudumisha silka na tamaduni za chama chetu, kuona hivi sasa ni kipindi ambacho cha utulivu, tuisubiri kamati kuu ilitoe jina maalum la kuhakikisha ambaye mtu ambaye ataipeperusha bendera yetu. Kwa hiyo ni tuwe wito kwa viongozi wote wa mkutano mkuu, viongozi wa chama matawi, tuwe watulivu na tuone kuwa hii ni hatua, ni hatua ya pili katika hatua ambazo tumetakiwa, kwa sababu hatua ya kwanza tumejaza fomu, hatua ya pili tumepiga kura, hatua ya tatu kamati kuu itapitisha wale wagombea halisi wa chama chetu. Kwa hiyo baada ya hayo niseme asanteni sana, na Mheshimiwa msimamizi wa uchaguzi, na wewe tunakushukuru kwa kuendesha zoezi hili pamoja na wasaidizi wako, pamoja na wanahabari kwa ajili ya kupeleka taarifa hizi kwa umma. Niwaombe kwa chagua mmoja, jimbo la Kijini tubaki wa moja. Asanteni sana. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo, ninachofuata kwangu ni shukurani. Kama mwenyekiti wa jimbo nawashukuruni sana, na kama alivyosema msimamizi wetu wa uchaguzi hapa, kama imetendeka makosa madogo madogo, sisi ni binadamu. Mtusamehe mmetusamehe. Baada ya hayo machache, nisingependa nikapoteza muda, kwa sababu muda umeenda sana. Ningesema kwa sasa tunaghairisha mkutano wetu mpaka pale tukapopata agizo jengine kutoka chama taifa. Asanteni sana waheshimi